Milioni 251, 268,048 na senti 75 zimetengwa kwa ajili yenu, nazii ili mikopo ambayo sasa leo rasmi tunaikabidhi kwenu vijana, tunaikabidhi kwenu akina mama, tunaikabidhi kwenu watu wenye mahitaji maalum. Mikopo hii itatoa tija na mafanikio makubwa katika Tanzania, endapo elimu ambayo hapa mmepewa na mtakayeendelea kupewa mtakuwa mmezingatia. Kusudi letu, matamanio yetu ni kuona kila kikundi kinasonga mbele, ni kuona kila kikundi kinafanya kazi na utu katika shughuli zetu. Niwaombe sana vijana mlio kwenye maeneo ya kilimo, jitokezeni kujihusisha kwenye kilimo. mzunguko wa mapato yetu yote hapa unacheza kwenye kilimo. Kwa hiyo ninaomba sana tuweke nguvu kubwa kwenye kilimo. Tuna maafisa ugani takribani kila kilio, tumepata maafisa ugani kumi na saba zaidi ya kata tulizo nazo. Hawa kazi yao kubwa ni kuja kusimamia kwenye uzalishaji na tazameni halmashauri na watu maowasimamia kuwashauri, hawa maafisa maendeleo, tazameni kwamba kama hizi milioni 255 zitakwenda kwenye biashara ambazo mwisho wa sisi hazizalishi kuongeza bidhaa kupeleka sokoni, kutowakwe kutakuwa nigumu sana. Huku tunapata neema ya mvua, tutumie fursa na neema hii kufanya mambo ambayo yataongeza kitu cha kupeleka sokoni, uchumi wetu utakuzwa na kila ambacho sisi tunazalisha, sio tunachouza. Vijana wetu, vijana wangu, vijana wa Daktari Samia, sasa tazameni namna gani shuleni unazifanya na mfanye kwenda ukitengeneza meza na kiti hapa, ukauza ama hapa au kule. Wewe umezalisha, ndio maana taifa letu chini ya Dakta Samia Suluhu linapambana, tuwe na viwanda kuzalisha. Kama hatuwezi kubadilika tukazalisha, watakuja kuzalisha wengine au sisi tutanunua, uzalishe uzalishe. Kwa majina, naitwa Halima Kitumba, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Halmashauri ya wilaya ya Tanganyika leo imefanyikiwa kutoa mkopo wa Tanzania shilingi milioni 251

mikopo hii tunatarajia iende ikawasaidie wananchi hawa waliokopeshwa waweze kurejesha, na ili mkopo huu uweze kujibu matarajio ya halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, kwa kupitia mikopo hii ni kwenda kutengeneza kongani za vijana ambazo tut, tutahusika na kwenda kuwaelekeza katika kushiriki katika viwanda vidogo vidogo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amezungumzia swala la kilimo kufuatana na uhalisia wa halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika, sisi ni wakulima. Hivyo basi kwa kupitia idara ya kilimo na mifugo na watu wa lishe, na sisi kama maendeleo ya jamii tutajikita katika kuwaelekeza wanakikundi waende kwenye miradi ya kilimo na mazao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mikopo hii tutaweza kufanikiwa katika yafuatayo: uboreshaji wa kipato cha wananchi ambapo vikundi vimeweza kuanzisha miradi ya ujasiriamali kama kilimo, ushonaji, ufugaji, saluni, useremala na biashara nyingine. Namba mbili, kuongezeka kwa ajira ambapo wana vikundi wamejiajiri na kuajiri wengine katika shughuli zao pana vijana wamepata shughuli za kudumu badala ya kukaa kijiweni. Namba tatu, kuimarika kwa maisha ya familia ambapo wanawake wengi wameongeza kipato cha familia, kulipa mahitaji ya watoto shuleni, kugaramia mahitaji ya nyumbani, hali ya lishe na mavazi imeboreshwa. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli, sisi kama wanavikundi vikundi wa jasiriamali hatuna cha kusema kwazi, hakuna cha kumlipa lakini Mwenyezi Mungu atamlipa, kwa kuona kwamba ameona mahitaji wetu, ameona kwamba hata sisi tulioko huku Tanganyika, kina mama, vijana, lakini wenye uhitaji maalum, kwamba tunahitaji kuwezeshwa, hatimaye kufikia malengo yetu, hasa kujiinua kiuchumi, lakini kutengeneza pia maendeleo ya familia zetu lakini sitachelewa kusema kwamba tunakushukuru sana baba yetu mkuu wa wilaya wa halmashauri ya Tanganyika. Kwanza umetupa neno nzuri sana, umetupa maneno mengi ya kutujenga, kututia nguvu lakini ujasiri. Tunaomba Mungu aendelee kutubariki, kutusimamia sisi Wanatanganyika, lakini pia usichoke kuendelea kututembelea huko kwetu pamoja.